kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania na kwamba nitaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu za zote na moyo wangu wote. Ee, Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Moses Charles Bujaga Bima, herasi, herasi,